Mvutano wa kauli John Heche amemjibu Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi kuhusu zuio la mijadala juu ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Mvutano huo wa kauli baina ya viongozi wa kisiasa nchini umeibuka upya baada ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema bara Mr. John Heche kumjibu kwa maneno yenye ukali wa kisiasa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kufuatia tamko lake la kuwataka viongozi na wananchi kuepuka kuzungumzia matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kauli hizo zimekuja katika kipindi ambacho taifa bado linaendelea kutafakari mwelekeo wake wa kisiasa, kijamii na kisheria baada ya uchaguzi huo uliogubikwa na mijadala mikubwa kuhusu uwazi, haki na matukio ya kupotea kwa watu. Kauli ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Makamu huyo wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi aliunga mkono kauli ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi, akisisitiza kuwa si viongozi wa serikali pekee, bali pia viongozi wa kisiasa na wanaharakati wanapaswa kuwa waangalifu na kauli zao ili kuepuka kutonesha mioyo ya wananchi. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya sheria yaliyofanyika kwenye viwanja vya makao makuu ya mahakama jijini Dodoma, Dkt Emmanuel Nchimbi alisema ni muhimu kwa viongozi wote wenye dhamana kuhakikisha wanazungumza kwa hekima, busara na kwa maslahi mapana ya taifa juu ya yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka wa 2025. Awali akitoa salamu za TLS katika maadhimisho hayo, Bonifasi Mwabukusi alisema kutokana na yaliyotokea wakati wa uchaguzi huo, viongozi wanapaswa kujizuia kutoa kauli zisizo na umuhimu ambazo zinaweza kuumiza hisia za wananchi. Tuwaombe sana viongozi wetu wenye dhamana, anapokuwa hana jambo muhimu sana la kuzungumza asizungumze jambo ambalo litatonesha mioyo ya wananchi. Tuombe hekima kwa Mungu ili tuweze kulirejesha taifa hasa tulipofika kwa sababu, tulipokuwa, eh, kwa sababu tusipokuwa makini huko tuendako ndiko kubaya zaidi, ndiko kubaya kabisa. Tutafika mahali tutashindwa kurudi tulikotoka, alisema Bonifasi Mwabukusi. Aliongeza kuwa kama taifa, kuna haja ya kuangalia namna bora, shirikishi na ya haki ya kuwajibika, huku misingi ya ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji ikipewa kipaumbele. Mwabukusi alisema misingi hiyo itasaidia kurejesha imani na matumaini ya wananchi kwa taifa lao, akitumia methali na mifano kueleza umuhimu wa kuonekana kwa haki hata pale matokeo halisi yanapokosekana. Jibu la John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara, kwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, dr Emmanuel Nchimbi, kufuatia kauli yake lakini katika tukio lililofanyika mkoani Mara kwenye mazishi ya Robiha Samson, Robiha Samson, mama mzazi wa aliyekuwa mwanachama wa CCM Sinda Giteba, aliyepotea katika mazingira ya kutatanisha. Makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche alitoa kauli kali yenye kugusa hisia za wananchi. Narudia lakini katika tukio lililofanyika mkoani Mara kwenye mazishi ya Robiha Samson, mama mzazi wa aliyekuwa mwanachama na kada wa chama cha mapinduzi CCM, Sinda Giteba, aliyepotea katika mazingira ya kutatanisha, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche alitoa kauli kali yenye kugusa hisia za wananchi. Katika hotuba yake, Heche alionekana kutilia shaka kimya cha serikali kuhusu visa vya utekaji, mauaji na kupotea kwa watu, akisisitiza kuwa maendeleo ya miundombinu hayana maana kama usalama wa binadamu hautiliwi mkazo. Barabara, maji na umeme havina maana hasa kama uhai wa watu wetu unapuuzwa. Tuna, e, tunataka taifa ambalo haki inasimama na kila mtu ana uhakika wa kuwa salama. Hatutakaa kimya, alisema John Heche kwa hisia, huku waombolezaji wakisikiliza kwa ukimya mzito. John Heche alisema chama chake ambacho ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kitaendelea kupaza sauti dhidi ya kile alichokiita mauaji ya kimya na siasa za hofu. Alimtaja marehemu Robiha Samsoni kama mama aliyeishia, eh, kufa kwa huzuni baada ya mwanawe kutoweka kwa muda wa miezi kadhaa bila taarifa yoyote rasmi. Sinda alikuwa kijana mwenye ndoto na ushawishi mkubwa wa kisiasa. Alitekwa akapotea na hadi leo hatujui aliko. Mama yake aliugua kwa huzuni na sasa hatuna wote na sasa hatuna wote wawili. Na sasa hatuna wote wawili. Huu ni ukatili wa hali ya juu, aliongeza Heche. Kwa mujibu wa familia, Sinda Giteba, aliyekuwa mtiania wa udiwani kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, katika kata ya Sirari wilayani Tarime mkoani Mara, alipotea miezi kadhaa baada ya uchaguzi, na kifo cha mama yake kimehusishwa moja kwa moja na msongo wa mawazo uliotokana na kupotea kwa mwanaye. Wito kwa viongozi wa dini na jamii. Katika hotuba hiyo yenye hisia na msisitizo wa uwajibikaji, John Heche aliomba viongozi wa dini kuvunja ukimya, akisema dini ya kweli ni ile dini inayotetea haki na utu wa mwanadamu. Nawaomba sana viongozi wa dini, msikae kimya. Mungu hataki haki kufichwa. Dini ya kweli ni ile dini inayosimama na wanyonge, alisema John Heche akitazama moja kwa moja jeneza la marehemu. Aliongeza kuwa dunia ya sasa imebadilika, teknolojia, mitandao na kumbukumbu kumbu za kidijitali zitawafichua wahusika wote wa matendo mabaya na matendo maovu. E, hata kama itachukua miaka mingi, hakuna siri milele. Teknolojia hii itawaonyesha wote waliohusika na matendo mabaya, haijalishi itachukua miaka mingapi. Haki inaweza kuchelewa, lakini haiwezi kufutika, aliongeza John Heche. Wataalamu wamezungumza wadadisi wa masuala ya siasa wanasema kauli hizi mbili za makamu wa rais na makamu mwenyekiti wa CHADEMA zinaashiria mvutano unaoendelea kuhusu uhuru wa kujieleza na ukomo wa maumivu ya kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Profesa mmoja jina lake limehifadhiwa, ambaye ni mhadhiri anasema huu ni wakati wa kutafuta mwafaka wa kitaifa, si kufungiana midomo. Kuna tofauti kati ya maneno ya chuki na mjadala wa haki. Kukataza mjadala kuhusu matukio ya kihistoria ni hatari kwa maridhiano ya kweli. Taifa eh, hujifunza kutokana na makosa yake, amesema profesa huyo. Kwa upande wake, Dr. Rashid, mchambuzi wa masuala mbalimbali, eh, hasa masuala ya kisheria anaona kauli ya makamu wa rais kama wito wa busara unaolenga kulinda amani ya taifa na kuzuia jaziba. Kuna majeraha ambayo bado hayajapona, ni vizuri sasa kila mmoja akatumia hekima kabla ya kuzungumza ili tusianze upya mivutano, amesema Dr Rashid. Mtazamo wa wananchi. Wakati huo huo, wananchi waliohudhuria mazishi hayo sirali wamesema wanachotaka sasa ni ukweli na haki, si maneno ya kisiasa. Mvutano huu wakauli, wa kauli kati ya viongozi wawili wakuu, mmoja akiwa ndani ya serikali na mwingine katika upinzani, unafafanua mjadala mpana kuhusu uhuru wa maoni, uwajibikaji wa dola na haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa wengi, ujumbe wa msingi kutoka pande zote mbili ni mmoja tu ambao ni taifa linahitaji busara, ukweli na maelewano, lakini mpaka hapo bado swali lina baki ni moja: ni lini itafika mahali ambapo hali itakuwa shwari bila hofu wala ukimya? Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ili kusudi upate kujua na kufahamu